Yanga ye Yanga ye, ndugu waandishi wa habari, habari za mchana. Leo nadhani ni mwendelezo wa vikao vyetu, kwa niaba ya baraza la wazee wa Yanga, kwa niaba ya wanachama wa Yanga, kwa niaba ya wapenzi wa Yanga kwa Tanzania kwa jumla, na wale wasiokuwa wa kwa Tanzania leo tuna hoja mbili ambazo zinatupa utata katika jambo hili. Hoja mbili hizi tofauti tunataka ambapo ndio msingi wetu tupate ufafanuzi. Hoja ya kwanza, klabu ya Simba ndio iliyofanya mchezo huu usichezwe baada wao kusema hatutapeleka timu uwanjani, na hiyo ilikuwa tarehe saba mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini na tano lakini tarehe nane mwezi wa tatu elfu mbili ishirini na tano bodi hii ilielekeza ili kuwa mchezo ule uko pale pale na wakazidi kuhamasisha watu wakakata tiketi, na bado ifahamike, kipindi kile ilikuwa ni mwezi wa mfungo wa dini zote mbili. Kuna wajasiriamali wakaleta vyakula mbalimbali, wakitegemea watu watanunua na watapata budi ulimajumbani kwao lakini kwa mshangao, saa nane mchana ukatangazwa mchezo ule. Sasa basi tunataka kujua kati ya hoja hizi mbili. Hoja ya kwanza, Simba wamesema wao oh, hawapeleki oh, timu wanjani kwa sababu ya kuzuliwa na bomsa wa Yanga. Hoja pili, ya ya hoja bodi ya ligi ndio imeahirisha mechi hii kwa kusema kwamba imeisha mechi, kuna viashiria vya rushwa na uvunjifu wa amani. Tatu, wakaeleza kwamba wataunda tume itakayochunguza na kutoa mustakabali huu. Lakini hadi leo tunaongea na nyinyi waandishi hakuna kilichotokea. Sasa basi tunapata kigugumizi. Tunataka kujua ni nani aliyekuwa mlalamikaji, Bodi ya ligi mpaka mechi kuairishwa. Mechi hii imeairishwa na Simba au Bodi ya ligi? Kimsingi hoja ya Simba hapa inaonekana haipo, ilikuwa haina mashiko na ndio maana katika kuonyesha kwao hakuna sehemu walioitaja klabu ya Simba. Sasa basi kufikia uamuzi wa kuoesha mechi hiyo, bodi iliwezaje kuyalisha mechi bila kupokea taarifa ya, ya malalamiko na viashiria rushwa na usalama kutoka kwa mlalamikaji? Bodi iliahidi kuchunguza. Je, imechunguza? Na mpaka sasa kimya. Yanga, tunahitaji kujua ni hoja ipi kati ya hizo mbili ambayo timu ya Simba kuzuiwa kutofanya mazoezi na mbosa wa Yanga au viashiria vya rushwa na uvunjifu wa mali? Kama hoja ni ya bodi ya ligi itakuwaje tena sisi turudi mchezoni wakati tuhuma inayokabili klabu hatujapata ufafanuzi? Kwa hiyo tulikuwa tunaomba kwanza vyombo husika, kama ni kweli, maana unaposema viashiria vya rushwa, wapo Takukuu, unaposema uvunjifu wa mali, usalama Waraia na mali zake huko China na jeshi la polisi. Haya majeshi yote mawili hayawahi kusema chochote, kwa maana inaonekana wa? Leo wanapanga mechi, mechi hii wanapanga na nani, nani mhusika? Kwa sababu wanachama wapenzi wa Yanga ndio wengi waliokata tiketi kwa ajili ya mechi hiyo, na hao hao ndio tunaotuhumiwa. Ye, wanataka uvunjifu wa amani uendelee, au kuna kitu gani kimejificha nyuma ya pazia ambayo vitapita hatarisha amani na usalama wa nchi hii. Kwa hiyo basi, baraza la wa wazee wa Yanga, wanachama wa Yanga, viongozi wa matawi na wapenzi wao, kwa kauli moja tunaunga mkono kauli yetu ile, ile iliongelewa na kamati ya utendaji kwamba hatutacheza mechi mpaka tupate ufafanuzi wa hizi hoja mbili: ni nani aliyesababisha mechi isichezwe, au bodi ya ligi mlalamikaji nani? Anakwenda kuwalalamikia mpaka wakafikia hatua hiyo? Kwa hiyo kupitia vyombo vya habari, naomba nyinyi waandishi wa habari mwe mashahidi. Umati uliozunguka nyuma yenu hao ni viongozi tu wa matawi, na kwa bahati nzuri, katiba Yanga ina uwakilishi. Tungesema wanachama wote wa Dar es Salaam waje, ili eneo dogo lisingetosha. Hao ni wawakilishi wa matawi mbali mbalimbali waliohudhuria kikao tuseme asitokee mwanachama yoyote au mpenzi yoyote akakata tiketi, mechi haipo. Lakini lingine tunatahadharisha vyombo vya usalama, kwa sababu huu unaonekana mchezo mchafu uliopangwa. nasijaitonekana mtu kavaa jezi ya Yanga akasema mwanachama wa Yanga. Wanachama wa Yanga hawatakuwepo wala wapenzi wa Yanga katika mechi hii ina, inaongelewa, hawatahusika na uliokuwa mikoani msisumbuke kuja Dar es Salaam Msikate tiketi kwanza, mjue pesa zenu mlizokata mwanzo zinaenda wapi. Lazima tujue. Lakini pili, haya tukiacha yaendelee, vurugu zote za nchi huwa zinaanzia kwenye midomo ya watu, ieleweke. Mwaka huu mwezi wa kumi tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu wa serikali. Tunahitaji kupata mabiri madiwani, tunahitaji kupata wabunge na kuchagua rais wa Jamhuri ya Muungano. Kwa hiyo wanachama wa Yanga, wapenzi wa Yanga wakite fikra zao na mawazo yao kuona katika maeneo yao husika nani anafaa kuwa diwani, nani anafaa kuwa mbunge, hatimaye tumpate rais wa nchi. Huu mjadala kwa kifupi na zamani, leo sasa ndio tunafanya hitimisho. Asitokee mtu yoyote, au msizije kitoto kwenye mitandao tukatupia hizi habari, hazina mashiko ni uzushi. Ni waombe basi nyinyi waandishi, ili jambo mlifafanua, lakini pia nyinyi mnapoambiwa, jaribuni kuhoji na bahati nzuri hizi hoja mbili hizi zitoangawia jamii yani, mkazijenge hoja, tujue kwanza. Hata mtu anapoumwa unampeleka hospitali, daktari anataka kufanya uchunguzi, hatimaye tunapata majibu kwamba mgonjwa wako anasumbuliwa na kitu fulani. Hata kama amekufa atasema kifo chake kimesababishwa na ugonjwa fulani. Lakini leo tunaomba uchunguzi. Leo na mbabe Yanga atacheza hii timu sio badiao, hii Yanga ni klabu. Lakini pia na mwisho niwaambie hawa mashabiki ambao ni wanazamana ya serikali, wasigeuze bunge ni chombo cha mzaha. Bunge ni chombo muhimu, ni baraza la kutunga sheria, ina maana sheria za nchi zinaendaliwa pale. Wao wakitaka ushabiki wa mpira wakisoka pale, wana vilabu vao. Amisi mimi Juma kwanza kafufua ile mweza shooting star zungu, hajachelewa aje fufue team mbili. Ashanti imekufa Bombo fc imekufa. Yeye ni mtoto elala lala, aje afufue ili tuonane uwanjani, sio kupiga upatu bungeni. Hatutishiki, hatuogopi, tunaheshimu, tutatii, hatu hatu tuna narudia, hatutishiki, hatuogopi, tunaheshimu, tunatii sheria na taratibu za nchi, si vinginevyo. Yanga yangawo.